Wataambatana na mheshimiwa rais, kila mmoja akae katika eneo lake atakalopanda mti na tukumbuke kuondoa plastiki ama nailoni kabla ya kupanda mti wote. Kila mmoja akae katika eneo ambalo atapanda mti wa itifaki, tuhakikishe wa kila shimo kuna mtu wa kupanda mti. Nani? Haya, shangwe vijana, shangwe vijana! Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anawasili hivi sasa, na hapo an, anapopanda mti Mheshimiwa Rais, wengine wote tupungue, tuondoke, wabaki watu wenye kazi maalum, waandishi wa habari na wale wenye kazi maalum. Haya vijana, shangwe shangwe, kina mama vigelegele Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anawasili katika eneo hili la Bungi Kilimo, ambako anakuja kuongoza kampeni ya kupanda miti, ikiwa leo ni kumbukumbu -kumbu yake ya kuadhimisha siku ya kuzaliwa, ishirini na saba ya Kijani na mti wa mama na tayari Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amesha teremka, na kama tulivyosema, uh, zoezi la kumbukumbu kumbu ya kuzaliwa kwake linaambatana na upandaji wa miti nchi nzima, ishirini na saba ya kijani na mti wa mama. Haya, kila mmoja katika eneo lake tujiandae sasa mweshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa tanzania mweshimiwa daktari samia suluhu hassan ndio hivyo anapanda mti wake na huu ni mti aina ya mwembe naomba tutoe nafasi ndugu zangu tutoe nafasi turudi nyuma wale ambao hatuhusiki abaki mweshimiwa rais peke yake hapo wengine turudi nyuma ili tuweze kupata picha nzuri nawaomba kwa heshima na taadhima wengine turudi nyuma tutoe nafasi Mheshimiwa Rais amepanda mti na ashaumwagilia. Hebu tunaomba utulivu vijana wa Hamasa tutulie. Tutulie kule, tuache tuache, tutulie. Ndio, Mheshimiwa Rais. Jambo, shikamoo Mheshimiwa. Marahaba, salama Mheshimiwa. Hongera sana kwa oh, kuzaleo Mheshimiwa. Ushiriki wako katika kupanda miti umeipa thamani sana, tarehe 27 Januari 27 ya kijani gani, na kwa namna gani unadhani hii inaweza ikawa ni endelevu kwa miaka ya mbele? Labda kwanza ni washukuru walio waza. Ni kweli kwamba uh, mimi nilianza uh, programu ya kupanda miti, lakini walioipa umaarufu na kuitangaza zaidi ni nyinyi TBC, na mkaja na lile wazo la ishirini na saba ya kijani. Kwa hiyo kila tarehe ishirini na saba ya kila mwezi watu wanapanda miti. Sasa nami nikaona kwa sababu mmeanza niiendeleze, na ni imani yangu kwamba TBC mtaendelea na taifa zima litaendelea na kampeni hii, sababu ni kampeni muhimu sana kwa maisha yetu kama taifa. Mheshimiwa, umekuwa nguzo muhimu katika utunzaji wa mazingira barani Afrika, hata kabla ya kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mm. unaionaje hali ya mazingira kwa sasa? Uh, ukweli niseme, kuna mabadiliko. Tulikuwa tunalia na hali ya katika maeneo hasa Shinyanga na maeneo ya aina hiyo, lakini hata Dodoma na ukanda wa kati, Dodoma kuelekea Kiteto kwenda Manyara, tulikuwa tunalia na hali ya jangwa, lakini upandaji wa miti, wote ni mashahidi kwamba Dodoma sasa inakwenda kwa Dodoma ya kijani, ile kampeni ya kila mtu akijenga awe na miti miwili, lakini kupanda miti ile kwa ujumla kama tunavyofanya Uh, ile Dodoma ya vumbi kwenye hewa sasa hivi haipo. Uh, kwa hiyo kuna mabadiliko kwa kiasi fulani. Kuna mabadiliko na tunapata changamoto za kupata mvua, vipindi vimebadilika nani, lakini jinsi tunavyopanda miti mingi hiyo hali inakwenda kujirekebisha. Kwa hiyo kuna mabadiliko kiasi fulani, na niwaombe Watanzania tuendelee sababu kupanda miti mbali ya kurekebisha mazingira, lakini sadaka zetu zinazoendelea. Kama leo nimepanda mwembe, vizazi na vizazi watakuja kula matunda yale pale. Kwa kila mtu akipanda miti ya vivuli, miti ya matunda, miti mingine ambao itatusaidia ndani ya nchi. Haya vijana, brass band, tuendelee sasa shangwe, wakati Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anakuja katika jukwaa, makofi makofi kwa mheshimiwa rais, kina mama vigelegele tuvisikie. Na mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amepanda mti na baadaye ameshiriki kwenye mahojiano, kipindi cha Jambo Tanzania televisheni ya taifa. na naomba sasa turudi katika maeneo yetu tulikotoka, turudi kuketi, turudi kuketi haraka haraka. Haya, turudi sasa katika yetu, tutasalimiana baadaye, tufanye haraka. Haya viongozi na wananchi, turudi sasa katika maeneo yetu ili tuweze kuendelea na ratiba yetu. Mazingira ye namna hiyo, miti haiwezi kukua, itakufa hii. Mazingira ye Tanzania ye, mbona vijana siwasikii kule? Mheshimiwa Rais wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano ya Tanzania. Mheshimiwa Mhandisi Hamadi Masauni, Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais, Muungano na Mazingira. Waheshimiwa mawaziri wote mliopo. Mheshimiwa kiongozi kutoka taasisi ya MIF anayemwakilisha mwenyekiti. Mheshimiwa mwenyeji wetu hapa, Mheshimiwa Hamida Musa Hamis, mkuu wa mkoa wa Kusini Unguja. Ndugu Abdul Majid Nsekela, mwenyekiti wa wadau wa maendeleo Kizimkazi nitambue viongozi wote mlioko hapa, wageni waalikwa, mabibi na mabwana. Mazingira oye! Mheshimiwa Rais, leo ni siku kubwa, ni siku adhimu kwako wewe binafsi na Tanzania kwa ujumla, tunapoadhimisha kumbukumbu ya siku ya kuzaliwa kwako, ambayo kwa miaka mitatu mfululizo Tukio hilo huwa linaambatana na zoezi la upandaji wa miti katika jitihada za uhifadhi wa mazingira. Jamani tupige makofi mengi kwa Mheshimiwa Rais kumpongeza kwa siku yake ya kuzaliwa. Mheshimiwa Rais kwa ridhaa yako kabla hatujaendelea naomba nimkaribishe kiongozi wetu wa dini Sheikh Abdurrahman Omar Abdallah kwa ajili ya dua. Karibu Sheikh. Sasa tumeambiwa vijana mmekaa mbali, tuwasogeze vijana, lakini tuangalie miti, tusikanyage miti. Wale waitifaki tuwasogeze vijana, lakini vijana tafadhali tusikanyage miti, tusikanyage Bismillahirrahmanirrahim. miti Al-Fatiha.